Ukweli au uongo. Hapo ulipo vipi, msikilizaji wa idhaa ya RFI Kiswahili? Kwenye makala ya ukweli au uongo, tunaangalia ikiwa tunatumia mitandao yetu ya kijamii vizuri. Jioni ya leo, kona Mihila Ringati nami Jupita Manyaka, kwenye kipindi hiki tunachoshirikiana na la Benevolencia, tunaangazia mahojiano ya video ya Kardinali Fridolin Ambongo wa DRC ya mwaka 2020 yakidaiwa kwamba ni ya sasa. Bila shaka kuongeza na hayo, tutaangalia klipu ya kijeshi inayowasilishwa vibaya kama ni China ikitupa misaada huko Gaza. Jupiter, namba yetu ya mawasiliano anza na alama kujumlisha 254707888555. Jupita Mayaka, habari ya Ijumaa? Umeshinda vipi? Wiki yako imekuwa vipi? Nimeshinda vizuri. Usishangae msikilizaji mbona leo Ruben yuko kwenye makala ya ukweli au uongo. Tuanzie kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sasa mwaka 2020 askofu mkuu wa kanisa Katoliki wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo alipokuwa akitembelea Beni na Butembo, alihojiwa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Sasa chapisho la Facebook likiambatana na video linadai kwamba mahojiano hayo ni ya mwaka huu. Chapisho hilo la Februari 17 mwaka huu lilisema, Kardinali Ambongo baada ya kufanya kazi na Paul Kagame na viongozi wengine wa kisiasa ameelewa njama ya kuigawanya nchi yake na nakubaliana na rais Felix Tshisekedi. Sasa msikilizaji, tuanze kuhakiki mahojiano haya Kupitia mbinu ya reverse image search, video asili ni ya Januari Mosi mwaka 2020 kwenye chaneli ya YouTube ya Congo Live TV yenye kichwa Kardinali Fridolin Ambongo aonya kuhusu mpango wa kuigawanya DRC. RFI pia tulichapisha habari hiyo mwaka 2020, na kwa kweli Ruben Lukumbuka ni mkweli kwenye makala haya, tuko naye studioni eh, <laughs> anatuchambulia hili zaidi. Karibu mzee Ruben Lukumbuka. Asante sana Jupita Mayaka. Naam. Hii taarifa inayosambaza kwa sasa ni kweli ama ni uongo? Mimi nitasema kwamba uh, si kweli, mm -hmm. Kwa sababu kwanza si video mpya. Naam. Kwa sababu Kardinali mm -hmm. Ambongo aliwahi kuyazungumzia tangu pale alipozuru maeneo ya Beni mm -hmm. Lakini vile vile nakumbuka tena tarehe nane mwezi Aprili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu mm -hmm. Wakati akisoma misa ya Pasaka Kardinali Ambongo alitoa wito wa wananchi zaidi wa Kongo kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kurejesha amani na kuzuia yale ambayo alitaja kuwa majaribio ya kutaka kugawanya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila hii video ambayo imekuwa ikisambaa katika no. siku za hivi karibuni mm -hmm. haina ukweli wowote wa haionyeshi wazi kwamba ameazungumzia hivi majuzi tu, na imekuwa ikirudia rudia, si mara ya kwanza maanake. mm -hmm. Sasa hivi wa Kongo wengi kule Kongo, kumekuwa na habari ambazo zimekuwa zenye kupotosha Mm -hmm. Kuhusiana na vita ya mashariki mwa Kongo hasa zaidi hili swala la kutaka kuigawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eti kwamba ni nchi kubwa. Asante sana, Ruben Lukumbuka, tukutakie jioni njema. Shukana. Lakini msikilizaji anapoondoka studioni, Ruben Lukumbuka, tukumbuke kwamba haya anajiri wakati wa jumbe wa Baraza la Kitaifa la Maskofu wa Kongo, Senco, mm -hmm. wakitoa wito wa kuwepo kwa umoja wa kitaifa na maridhiano kupitia utekelezwaji wa mkataba wa kijamii wa amani na kuishi kwa uwiano msikilizaji, mahojiano ya video ni ya mwaka 2020 na ya mwaka huu. Na njia moja ya kuthibitisha ikiwa video ni ghushi ni kukagua ikiwa vyombo vingine vya habari vilivyoidhinishwa vimeichapisha pia. Angalia maelezo ya kile kinachotokea kwenye klipu dhidi ya vyanzo vya kuaminika. Ukweli au uongo. Bila shaka, unasikiliza ni RFI Kiswahili, kipindi ya wanini ukweli au uongo jeneoleo, uko nami Hilary Ngati na mwenzangu, Jupiter Mayaka na sisi sote tunakuwa mbioni kuwa mabalozi wa habari za ukweli na kuaminika o so kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja. Siku chache kabla, Israeli kukabiliwa na shinikizo la kimataifa la kuruhusu misaada Gaza kupitia ndege za kijeshi, chapisho la Mei tarehe 17 mwaka huu kwenye X lilisoma hivi: ndege ya mizigo ya China ikiwa na ulinzi ikileta msaada wa chakula kwa familia elfu sitini huko Gaza, ikiingia kupitia nchi ya Misri. Na sasa katika utafutaji wetu kwa kutumia maneno muhimu na vilevile reverse image search tulipata video inayolingana ya Instagram Mei 17 mwaka huu, iliyochapishwa na akaunti ambayo ingati, mara nyingi hii huwa inachapisha klipu zinazohusiana na mazoezi ya kijeshi. Nukuu ya chapisho inasoma kwa mara ya kwanza kabisa ndege ya kivita ya China na Misri zilipaa angani zikionyesha ushirikiano mkubwa wa kijeshi wakati wa mazoezi ya pamoja ya Eagles of Civilization mwaka 2025 iliyofanyika Misri kuanzia Aprili tarehe 19 hadi Mei 4. iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 2547788855. Bila shaka tukushukuru sana kuendelea kusikiliza RFI Kiswahili na kipindi hewani ni ukweli au uongo, kwa nami Hilari Ngati na mwenzangu Jupeta Mayaka. Imetimia wakati wa kuelekea kwenye sehemu yetu ya katuni, na leo jioni tunaungana naye Rafael kutoka kule E, muji wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rafael, habari ya jioni, unachora nini jambo yenu kwenye studio? Kibonzo kyangu kya wiki hii kimeamua kuongelea kuhusu habari ambayo ikuwa ikizunguka kwenye nchi ya Kongo, alafu hii video inaonekana kuwa ni uongo kwa sababu hii video imeshakuwa tena na publie katika mwaka wa 2020 kwa publie wakati Kadinali ameenda uko, uko Beni na Butembo, na ni uko njo amesema ya kwamba, e, anaonya sana hii ma, mpango ya kugawanya nchi alafu inaonekana kwamba hii video na hii habari ni ya uongo. Inatukumbusha tena kuwa anakuwa makini sana kabisa wakati tuendelea kuwa nafuata hiyo ma publication ambazo zinakuwa kwenye, kwenye Facebook inakuwa kwenye TikTok na kwenye mtandao yote ile, asante. Asante Rafael, bila shaka nimkumbushe msikilizaji joni akitaka kuona kibonzo chako anaweza kutembelea mitandao yetu yote ya RFI Kiswahili. Kwa... Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555. Msikilizaji, sasa tupate kuelimishwa naye mchoma na Jolie. Ah, mezamiri mm, uko na koneksio ya interneti kwa simu yako

juu mm -hmm, ya kufasilite masikilizano na muungano wa bakaji wa shirika wetu la benevolence shukran za dhati. Na msikilizaji, ukitilia shaka habari mitandaoni, wasiliana nasi kwenye mitandao hiyo hiyo ikiwemo Facebook, Instagram na TikTok ni RFI Kiswahili. Lakini pia tuwakumbushe, wanaweza kutuma ujumbe wao au maswali kwenda namba yetu ya WhatsApp wakianza na kujumuisha 254707888555. Ukiniita Jupita Mayaka nitaitika, nami ni Hilari Ngati. Kwa heri hadi wiki ijayo.